Karibuni katika tafakuri yetu isemayo Rozari Sala ya Tafakari, na hii ni siku ya kumi na nne katika mwezi wa kumi, mwezi wa Rozari. Ujumbe wetu wa leo unasema, rozari takatifu kutengenezwa kibiashara na wasioamini. Katika miaka ya nyuma Rozari zilikuwa zinapatikana katika maduka au maeneo ya kanisa, ambapo rozari hizi zilikuwa zikitengenezwa na mashirika, vikundi au watu binafsi, lakini ndani ya kanisa. Kama tulivyotangulia kusema, rozari ni chombo kitakatifu, hivyo hata utengenezwaji wake unapashwa kuwa wa heshima na wa utaratibu maalum. Lakini kumetokea wimbi la watengeneza rozari ambao wanazitengeneza kwa nia tofauti, hasa hasa kibiashara. Unaweza kukuta kwa mfano rozari zimetengenezwa China, yaani made in China. Sasa unashangaa iweje rozari zitengenezwe na makampuni yasiyo ya kidini au ya kikatoliki na ziwe halali kama chombo kitakatifu? Wenzetu wa China au makampuni ya Kichina wao wameiona fursa, na hivyo wakaichangamkia. Wanatambua ya kuwa watu wanapenda rozari nzuri nzuri za kupendeza na hivyo nao wanatengeneza kukidhi mahitaji ya walaji au ya watumiaji. Lakini swali la kujiuliza ni je, hivi ni halali kwa chombo hiki kitakatifu kitengenezwe na wasioamini na kiwe kitakatifu kwa wanaoamini? Tatizo ni hili. Je, Rozari hizi zinatengenezwa kwa matakwa rasmi ya kiimani, yaani imani yetu sisi wa Katoliki. Kwa mfano, kuna rozari zenye rangi mbalimbali mbali, kama rangi za upinde wa mvua. Rangi hizi zinajulikana kama rangi za mashoga. Sasa utajiuliza, je, ni halali kwa matakwa ya sala au zina malengo mengine? Hakika rozari hizi zimetengenezwa kwa lengo la kuendekeza ushoga, lakini zinasambazwa na kutumiwa na Wakristo pasipo kujua. Zipo rozari nyingine ambazo zina misalaba zenye picha zilizofifia, lakini picha hizo sio za kawaida kama ilivyo misalaba ya kawaida. Kuna rozari zenye misalaba ya alama ya nyoka au misalaba yake inakuwa na alama ya jua au pentagon na kadhalika. Alama hizi zinahusishwa na taasisi za kishetani kama vile Iluminati na kadhalika. Rozari nyingine zina alama za siri za kumtukuza shetani au mambo ya ushirikina. Rozari kama hizi zinaweza kuandamana na visirani na mabalaa yatokanayo na mambo ya ushirikina ambayo sio mazuri kwa wenye kuzitumia. Yaani sisi Wakatoliki hatuelezi haya ili kuwaogopesha watu wasitumie rozari, la hasha lakini tunayasema ili kuwaweka watu katika umakini wa kuhakikisha wanatumia chombo halali na kitakatifu kwa sala. Ni muhimu kujua kuwa shetani siku zote huigiliza na kubadili mema kuwa mabaya. Shetani kwa mfano, alitaka kufanana na Mungu Isaya 14, 12, mpaka 15. Shetani vilevile vile, hujigeuza awe mfano wa malaika wa nuru, Wakorinto wa pili kumi na moja kumi na nne. Shetani hupenda kuabudiwa kama vile Mungu anavyoabudiwa Luka nne saba mpaka nane. Kwa mifano hii michache, tunaona mawakala wa shetani hawapo nyuma kutumia rozari kubadili maana na umuhimu wake hasa pale wanapopata mwanya wa kuzitengeneza. Ni muhimu basi kuwa makini sana na mitego hii ya Shetani. Ni kweli tumezoea karibu kila kitu kinaagizwa kutoka China. Leo hii ukihitaji mavazi ya ibada, vyombo vitakatifu vya sala au ibada, hata ukitaka hostia kutoka China vinapatikana. Ndio maana siku hizi utaona baadhi ya wa wachungaji wakivaa mavazi ya ibada yanayofanana na ya kwetu, kwa sababu ni rahisi kuyapata kibiashara kutoka China. Sidhani kama hii ni halali. Hebu tutafakari, tujiulize tufanyeje? Tumsifu Yesu Kristo.